Karibu sana mwanafamilia wa 69 Media, hapa ndo sehemu ambako unapata burudani unapata story nyingi ambazo pia zina trendy mitandao, lakini pia ndani na nje ya Tanzania. Hinze gossip table ni meza ya wambea na wambea, tuko hapa <laughs> <laughs> <laughs> ya kuspendi ile jina mimi bwana bwana na mambeaji jina mimi, unajua sometimes unapokuwa mbea lazima ujue kujitafuta. Eh. Mm. Ah, sio kwa maana. Lazima ujue kujitafuta. Sio si Jumaa, yani Jumaa leo. Asante. Na wewe pia. Yani, mimi nataka hapo umalizie alafu, yeah, nikusifu kwa sababu bila kukusifu yeah, ukusifu <laughs> nasema dah, jamani. Leo je, sasa <laughs> tunamka vizuri. Leo Ijumaa jamani. Yes, leo Ijumaa alijumaa karimu karibu sana na kwa wewe ambaye bado huja subscribe, bonyeza alama ya kengele, uwe kwa na familia bora kabisa, ili kupata update zetu zote. Mimi ni Sammy Baby lakini nakuwa siko peke yangu, alongside niko na my dear brother. Mimi ni Dot Chingling in the town the baddest, ndimo Mtumbaa baba lao, na yeah. leo ni siku ya e Ijumaa fulani hivi jinsi ambavyo tumependeza, nadhani wewe mwenyewe unaona, haina kitu kikubwa cha kukwambia zaidi ya kukwambia hivi. Leo tuna ukwaju, tuna ubuyu mwingi sana hapa kwetu. <laughs> Waongea mambo mengi kama 13 hivi nimehesabu. Alafu leo nakuja kwa jina la Osman Maalim. Osman Maalim. Hey, hesabu <laughs> yao Jumaa. Ai. <laughs> Tunapenda kupiga mpunga fulani hivi. Hiyo si watu wakubwa tunaalikwa. Au sio? Ai. Kwa tunaenda wote. Kwanza tunaenda Ijumaa tuna swali alafu tunakuchukua na kuweka hapa. Kama kinini kinataka kiki. Na kuweka hapa, tunaweza kigoi. Kipi, kipi majoto. Hey, hiyo bwana hiyo. <laughs> E, karibu sana sisi tuko na stori nyingi hapa lakini, kwa leo tumeamua kuanza na issue ya wapendanao hawa. Tuwaelewe, wanapendana wanaachana, wanapendana wanaachana, narudiana hapa. Ni babu na bibi yake Amara, hivyo nikisema <laughs> hivyo <ipu> unaelewa <laughs> na, na. Aya, kazeeka mapema, bora Kajara, unajua kazi ukimzungumzia uki, uki Harmonize hmm. mimi namwona sasa hivi sijui anatapatapa <laughs> Nimweke kwenye fungu gani? Nakwambia haelewi. Kwa sababu gani? No. Mm. Ni babu, alafu ukiangalia ni baba. Mm. Alafu kiangalia sasa ni mume, stori alipotoka. Mm. Na mpaka sasa hivi. Mm. Jamani, sijui ni mweke katika fungu gani Harmonize. Sasa bwana, kumekuwa na mjadala mzito mara baada ya wawili hawa kurudiana. Hmm. Ah, watu walikuwa wakipendana sana. Sana. Na ilikuwa ni moja ya kapo nzuri sana ambazo zilitrend na ziliwavutia mashabiki wengi wapenda sanaa, iwe ya muziki ama iwe sanaa ya filamu ama mengi. Sababu, hapo kuna msanii wa muziki ni bwana Rajab mwenyewe, Harmonize pamoja na msanii wa Bongo Movie ama Queen kutoka soko la Bongo Movie huyu ni Kajala Kabishi. Kajala Masanja ama mamaake, Paula, mm. bibiake, Mama Paula, bibi ya Mara, mama mko wake na Mario, mzazi mwenzie na P-Funk Majani. Majani. <laughs> ni familia. Ay, familia. Ukizungumzia mnazungumzia familia. Uki familia ya music mm. kuanzia elfu mbili kwa kina P-Funk Majani umenielewa mm. mm. Sasa uta, utakuja kurudisha miaka nyuma ukimzungumzia P-Funk afu namzungumzia kwanza Kajala mwenyewe mm. Harmonize alikuwa wapi Uh, kipindi hicho. Yaani ujue kuna vitu lazima urudi nyuma mm. umemzungumzia P Funk Majani hapo mm. ambaye ni producer ambaye wa Bongo Record yeah. ambaye anafanya mpaka sasa hivi ana, ana, ana, ana legacy kubwa sana kwenye mziki uh. wa Bongo Flava unaelewa. mm. sasa tunarudi sasa Harmonize katoka, tukumbuke Harmonize katoka mwaka gani kwanza? mm. Harmonize katoka kwenye elfu mbili na kumi na 2016 mm. 15 mm. of course ni humo. Umeelewa? Mm. Pinfank, kipindi cha Jumane cha. Mm. Si umeelewa vizuri. Sasa tunakuja kwenye mapenzi, mahusiano na nini na nini. Hamna mm. sikajipata baada ya kuingia WCB pale yeah. na nini na nini. Alafu, Lakini pia hata kipindi yuko ndo ameanza na ame, ame, ame of course of course ametoka na wasanii ndio kama yeah. Jack Wolper. Lakini trending yake baada toka na Kajala ilikuwa ni kubwa zaidi kwa sababu ndo ni mwanamke e, Kajala alimweka mjini. Ni mwanamke ambaye kwanza Harmonize walikuwa wana wana wana wana unaweza kusema walikuwa wanaendana walikuwa wana, wana na na bond u... yeah. Ndio maana bond imeshindwa kufa ukimwangalia uki okay, okay, Kajala Masanja mm. ni mtu wa mazoezi, umeelewa mm. Manelewa. Yani ni muda wote atafanya mambo yake atafanya mm. ratiba zake Kajala hata kama anaenda ziara wapi lazima atafute hoteli ambayo ina gym gym, umeelewa na mm ukiangalia Harmonize ukiona ile bodi yake tembo ni mm. Kweli lazima ajiite tembo, ni mtu mkubwa. Kajala tunamuitaje? Kajala tembo? Eh, mimi si tembo <laughs> ila wote ni matembo wale mm, kwa sababu mwili mkubwa, mwili, unajua sio kuwa una mwili mkubwa, mwili umeutengenezaje? Mm. Umenielewa? jim Gym Hina. una, una, una muona kabisa ukiangalia kwanza shape nini unajua kabisa ha? Ha? Hapa. Ukisikia ile dunia duara kuna kitu umemtaja Jack Ropa mm. Afu ukiangalia sasa hivi wako kwenye kundi moja Drama Queens. Drama Queens. Najiuliza. yeah. Uki, kuna siku ambayo uh, Kajala alikuwa akimzungumzia Harmonize mm. kwamba aliwahi kumsaidia ada ya Paula. Yeah. Nikaona kasa jicho la kaja yani jicho la Jack Ropa lilivyokaa yani mm, Hmm. Nikawa kuna kitu fulani. Wewe naye mbona ka vile yani? E, wanajuana. <laughs> Mimi si jua na. Sasa story sio hiyo. Yes. Story ya watu bwana wamerudiana inavyosemekana. Tuliona pia video ziki trend no, yeah, wakiwa kwenye yachi na wakibadilishana pete. Yeah. Baada ya iyo... kubadilishana pete watu wakasema kwamba wameachana. Yeah. Hiyo ilikuwa ilikuwa ni Zanzibar tumeona kwenye yes, mwaka mpya hiyo. Umeelewa? Mm. Nadhani kwanza mwenye nani Paul alikuwa hatai kutokea kwenye hiyo show. Sio jua Paul azivi na baba wa Kambo. Amezungumza vitu vingi sana lakini baadaye Paulo akaona mm, noma. Paulo akaona uh, siwezi kumkataa mama angu na nini, kwa sababu ni mapenzi, siku zote mm. mapenzi yana nguvu kuliko kitu chochote, umeona yeah. kwa hiyo akaamua ku happen pale, na mimi nilipenda kwa sababu Kajala kasamee mm. uh, na, na Paulo naye mwenyewe kasamee true love never die, jamani. Tunajua Harmonize alikuwa anatapatapa, ndio maana nimezungumza mwanzo hapa, Harmonize alikuwa anatapatapa, sijui nimweke kwenye fungu gani Si umenielewa mm. Kwa sababu kirudisha mahusiano nyuma ya Harmonize ametembea na watoto wazuri, yeah, wengi, wengi. Kwanza mara mwisho mara mwisho uhusiano ambao tuliusikia wa Harmonize ilikuwa ni yeye na Sanchi mm. Tukashangaa tena mambo shua kina Posh Queen walipita pale yeah. Kina Sara, sababu, kina Sara kusamini, na wengine ambao watu wajue, mimi nimeona bonge la moja la kapo mm. Harmonize kurudiana na na, na yule, gym trainer yule. <laughs> na Kajala <laughs> yeah. Kwa sababu Harmonize naona mm. ka, ka, ka, kajirudi nyuma. Kafika, kafikiria kaona, yeah. mimi ni bold na, na, na watu wengi na nini mm. lakini Harmonize kwenye stories zake alikuwa anasema kuna wanawake ambaye yeye alikuwa ana wish kukaa nao, yeah. Ambao kama ukimzungumzia Kajala ni mama wa familia, ni ni, ni mama ambaye anapenda na mapenzi, lakini alikuwa pia hajapata mtu sahihi, kama yes. Harmonize. Na, na Kube, Harmonize ni sahihi kwa Kajala? Sahihi kwa sababu oh. Kajala kuna wakati alikuwa mpaka anatoka machozi, kuna show mm. moja alifanya Harmonize Uh, kwenye kituo fulani alikuwa wamemdhamini, umeelewa? mm -hmm. Kwa hiyo nikaona ile Harmonize speech yake the way anavyomzungumzia mahusiano mm -hmm. yake yeye na na Kajala na, na Kajala alikuwa katika ule ukumbi umeelewa? mm -hmm. Kajala mpaka anatoka mpaka ile makeup unaona ile makeup eh. makeup unaona kwa ya machozi machozi yanatoka ile makeup inafutika eh, inabaki ile sura halisi ee, ya uzee. Unajua <laughs> waambea, kamera zote zikawa zinamurika pale kumwangalia Kajala, ile reaction yake anaochukua na nini. Mimi najiuliza kipindi kile ambacho bado hata hata Paula hajagombana na baba wa kambo, mm, walivishana pete, walikuwa walikua mm. Ni yani in short wamebol vitu vingi, na ndio maana uki, ukiwa uki, ukienda ukieka mahusiano ambayo ma, amekaa kwa muda mrefu utakuja mm. kujua ni Harmonize anampenda sana Kajala, hata Kajala anampenda Harmonize. Mapenzi yapo, wanapenda sasa. Ehe, sasa bwana, story ambayo ipo sasa hivi, uh, baada ya uh, mambo kuwa mengi, baada ya uh, wao kurudiana wakasema wamachana tena mm. wakaamua kuonesha watu kwamba bado wako pamoja. Sasa Harmonize amekuja na waraka na kusema kwamba hahitaji ushauri wa mtu yoyote. Yeah. Hmm. Mimi napenda sana kwenda na mambo kwa ushahidi, kwa ushahidi ndugu yangu Harmonize bwana amezungumza sawa, na kuwaomba mashabiki zake pamoja na umma kwa ujumla kujizuia kutoa maoni kuhusu maisha yake ya kimapenzi kufuatia kurejesha mahusiano yake na mwigizaji Kajala. Kabisa. Na hii ni kupitia ukurasa wake wa Instagram. Kwenye Insta story yake, Harmonize bwana alieleza kuwa uamuzi wa kurudiana na Kajala ni jambo binafsi nalohusu wao wawili pekee, na anaomba heshima kutoka kwa mashabiki wake. Ni jambo kubwa sana ambayo Harmonize amelizungumza, kwa sababu siku zote mapenzi mm. hayaingiliwi mm, yaani siku zote ukiambiwa bwana, kaa mbali kwenye mahusiano ya watu, wewe kaa mbali, yeah, na ndio maana Harmonize kashachukua comment nyingi, kashasoma, kashapewa mm. maneno mengi, mwisho mm. kasema hataki tena Yeah, so, yaani sasa namtukisikia ameshajitoa kimasomaso lakini kuna jena wakati pia mi nasemaga watakiwa mtu ukue unajua kuna wakati unazokaangaika na ndivyo ilivyo kwa hawa wasanii sawa, sio tu wasanii, watu maarufu mm. unakuta kaangaika na watu wengine kwenye wale watu kunau mm. kuna mtu mmoja ambaye lazima atamweka mm. ata kama mm. Yaani lazima he wanangaikaga wanazunguka wanazunguka. Sasa mimi au mimi, mimi kajiuliza mara mbili mbili, au Kajala na yeye kafanya kwa saidi eh, kidogo apate stara waake. Tumeona mwenzake antizeke kapata stara ya ndoa bwana, wakati hey, mwingine a umri unaenda, unajua asa antizeke ameamua kukaka mm. kwa kwa Kusa, umeelewa mm. Ameamua kabisa na ndio maana bila so sabi, kujali umri ee. hey. <laughs> Aunti nichekesha sana bwana, akasema mimi hata sina hata kujua hata umri wangu au umri wa baba nono, kwa sababu mimi muhimu nimeolewa, ni mke wa mtu eh. Hey, aunti Zeki alipoachana na na, nani na, na, na yule dansa mm. kuk dansa wa nani mzee Yobo, Yobo eh, babake Kuki, babake Kuki, si ndio mm. Baadaye e, akaona ya nini tena mimi nitafute mm. mtu ambaye najua tutakuwa support tunaelewana Kiswahili yeah. na na support kazi yake ata support kazi yangu umeelewa wamekaa yeye anti zake na kusa yeye, mm. hapa anaweza kuzungumza hata miaka mitatu minne mbele huko sasa hivi mm. wana watoto wangapi? Unapiga hesabu watatu. Uh, sasa hivi wote wawili, na kusa mmoja wa eh mmoja wa wa wa wa moza yao, lakini tayari ni watatu ameshakuwa wa wa baba yeye eh. umenielewa eh. Yeah. kwa hiyo unakuta unafika wakati wanawake wenyewe wanaamua na sisi wanaume tunaamua, unaelewa, kwa sababu Harmonize huyu unapiga hesabu ana mtoto mmoja sasa hivi mm. piga hesabu Diamond Platinum anato takribani kwa haraka haraka unaweza kusema inafika time Harmonize lazima awe awe na maamuzi yake mwenyewe awe na misimamo kama mwanaume, kwa sababu kama kufanya vitu kashafanya kwa muda mrefu, kama kubol kasha bol kwa muda mrefu. Kwa hiyo sasa hivi mkakati wake na mipango yake alioifanya ni sahihi, hataki kuingiliwa katika ushauri wa aina yoyote, umeelewa? Kwa hiyo inawezekana wewe mbea kama mimi unataka hmm, kutoa ushauri na nini, nini kashai, kashai hataki, na nini hiyo kwake Harmonize yeye kashai kashaifunga hataki na watulie sasa, ashakuwa watu wazima watulie, hakuna kuruka ruka hivi hivi. Harmonize ni Muislamu, hmm, umeelewa? Hmm. Kajala ni, ni Kristo, mm, mm. Kidini hapo tunakuja eh. Kwa hiyo hapo kuna ndoa, kama ni ndoa, ni ndoa. Ay, huwezi jua, anaweza aka, badilisha. Anaweza aka, badilisha. Unajua, ni ndoa ni ndoa ya serikali si ndio? Huwezi jua anaweza anaweza kanini? Mbona Paula amebadilisha, anaweza kabadilisha. Unajua, kuna wakati pia inakuja kitu kimoja hmm. Sisi wanawake ha kuwa na misimamo ili ya kukufuata mwanaume, kama mwanaume hujawa na msimamo wewe mm -hmm. kama uko na mimi sawa so. Mimi hapa naitwa Neema, wewe hapo bwana Osman. Mm, wewe kama hujaonesha msimamo kwamba utasik na mimi kama mke wako, siwezi so, mimi ku hata kuna wakati sema eh hivi kweli nibadilishe dini afu mtu bwana simuelewi na kwa right, ngumu kwa right. Hivyo Harmonize ili yes, kuweza kumbadilisha Kajala kwenye kiimani uh yeye -huh, kuonesha msimamo kwamba mimi kuchagua wewe ndio mke wangu wa sitarukaruka yeah tena sasa badili maamuzi yangu haya, nadhani ndio itakuwa sahihi. Wadondose sana wadondoshe comment hapo chini, yep, drop comment yako hapo, ni muhimu sana lakini kikubwa na subscribe kwanza, unabonyeza yes, alama ya kengele afu na share kwa washikaji una biasaize cause deep there. Zigo tuko hapa na comment ni muhimu sana. Yeah, yeah. Mimi Sami baby lakini pia nakuwa siko peke yangu hapa. Niko na jamaa fulani na majina mengi sana. Yaani kutaja majina yake mpaka <laughs> ule biriani ushibe. Ah, uh, mimi. Mimi kwa chilling in the town. Na mm, usibana karibu sana. Uh, na tuko hapa kwa ajili yako, endelea kudondosha comment yako mm hapo. Tunaifunga story ya Harmonize na Kajala. Yep. Nadhani umeelewa vizuri. So mm, endelea kutufuatilia kwenye account zetu za YouTube. Endelea pia kudondosha comment itakuwa ni vyema kinoma noma. Mm. Ni yeah. Kweli mida hii ya kula hii Time tell, unajua mimi tu Time tell <laughs> hey. Sa sisi tunakuwa tuko hapa lakini kubwa zaidi kutoka kwa mtu wetu wa nguvu, kameramani wetu behind the camera, it's maman Kim mwenyewe. Nimeipiga simu nimepigia, nimepatia hiyo kweli Kim, mm -hmm. <laughs> piga, <laughs> <ayo> kueli, Kim? <laughs> yenyewe tabasamu kwa mbali. Baki sasa ungeambia, ukikosea jina la mtu unashtakiwa bwana. Eh hey, uwez mm. kama uwezi kulitamka mm. basi liandike. Ah, samimi sijui, basi tumwite tu K. Mm, K baadaye tutakuja kama kamati. Sasa K na vitu vingi. K na vitu vingi eh, hata kuondoka nako pia ni K <laughs>